Hello watu wangu wa nguvu wa channel ya Madam Judy Cooks and Baker. Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kupika au kutengeneza au kuoka keki yetu ya ya chungwa yenye ladha ya chungwa. Keki yetu yenye mchanganyiko wa ladha ya chungwa na limao. Karibuni sana.

mahitaji yetu tulivyoyaonesha, twende moja kwa moja kwenye hatua. Hatua ya kwanza tutaweka blue band ndani ya sufuria hili hapa. Tunaanza kui kui blend kwanza yenyewe kabla hatujaweka sukari, kama muda wa dakika moja hivi inatosha. Kwa hiyo hatua inayofuata tunaweka mayai. Hatua inayofuata tunaweka mayai yetu haya hapa, na yai tunaweka moja moja usagika vizuri ukiwa smooth, lakini lazima tugeuze geuze ili kuhakikisha hakuna sehemu ambapo hapajachanganyika vizuri. Baada ya hapo tunarudisha tena kwenye mashine. hakikisha tumeweka vimiminika vyetu kwa pamoja kabla ya kuweka unga. Kwa hiyo tunaweka ladha hapa, kama mnavyoona kama mnavyoona mchanganyiko wetu huu hapa kwa hiyo mchanganyiko huu uko tayari kwa ajili ya kuweka unga kabla ya kuweka unga kwenye huu mchanganyiko hatua inayofuata tunaenda kuwasha oven ili oven inatakiwa iwe ya moto kabla sijaweka ule mchanganyiko wangu wa keki twende muone jinsi ya kuwasha oven kama mnavyoona oven hii hapa kwa hiyo naenda kuiwasha ili ikute ime- inapata moto kwa ajili ya kuweka mchanganyiko wetu wa keki. Nitaelekeza kwenye kipindi kijacho kwamba jinsi ya kuseti oveni yako. Kwa hiyo nawasha oveni yangu kwanza, kabla sija weka mchanganyiko wangu wa keki. Ndivyo kanuni za upishi wa keki zilivyo. Tuendelee na hatua inayofuata. Kama mnavyoona oveni yetu hii hapa. Kwa hiyo tunaenda kuiwasha kama mnavyoona hapa, nimesha washa. Kwa hiyo tunapaka blue band yetu kidogo, kama mnavyoona hapa, tunapaka tunapaka hivi. Tunanyunyizia viunga kidogo hivi, keki yetu isishikie kwenye sufuria. Kama mnavyoona nimenyunyizia kidogo viunga kwenye hii tini ili keki isishikie, kwa ajili ya kuweka mchanganyiko wetu. Ukifanya tu hivi keki yako haishikii. Yaani, ukiona hauna zile baking paper zile karatasi za kubekia, fanya kama mimi hivi, usishindwe kufanya kazi kwa sababu hauna baking paper. Naendelea na hatua inayofuata, tunaweka unga sasa kwenye mchanganyiko wetu, unga ambao umechanganywa na baking powder. Hatua inayofuata, mmeona huu mchapio, niliwaambia huu ndio unatumika kwa ajili ya kuchanganya unga. Huu hapa unga wetu, tunachanganya tuweke wote kwa pamoja, tuna tunaweka, tunaugawa mara mbili, ili uchanganyike vizuri. Tunaendelea kusaga Naweka moto kidogo sha kauga hiye, a a uhitaji moto wingi. Kwa hiyo nafala lafini, mchanganyiko wetu sasa uko tayari kama mnavyouona, uko smooth. Hakikisha mchanganyiko wako uko namna hii usiwe mzito sana na usiwe mwepesi. Kwa hiyo baada ya hapo, naweka kwenye tini yetu kama kawaida. Kishaweka mchanganyiko wako vizuri, hakikisha una unafanya hivi, ili kuondoa zile hewa iliyopo kwenye unga, utakapopika keki yako iweze kulingana. Kwa hiyo tunapiga piga hivi, kuondoa ile hewa iliyopo kwenye huu mchanganyiko. Hatua inayofuata hapa, tunaenda kuweka mchanganyiko wetu wa keki kwenye oven. Kama mnavyoona naweka mchanganyiko wetu kwenye oven, tukisubiria muda wa saa moja kwa ajili ya keki yetu kuipua. Karibuni tuendelee kuangalia mpaka keki pale itakapoiva. Tunaenda kuangalia keki yetu kama imeiva nadhani. Mnaiona keki yetu imeiva, hii hapa. Ili uone keki yako kama imeiva, unachukua hichi kijiti, unachomeka hivi, kikitoka bila yani, bila particles yoyote, jua hii keki imefanyaje, imeiva kama mnavyoona hapa. Kwa hiyo keki yetu imeiva. Karibuni sana Madam Judy Cooks and Bakery. Kwa ajili ya mapishi zaidi, usisahau kusubscribe, kuliki na kushare. Asanteni sana, karibuni sana. Kama mnavyoona keki yetu iko smooth kabisa. Karibuni tena, usisahau kusubscribe my channel namba yangu ile ile ya simu 0679696119, like comment na kushare kwa ajili ya kufuatilia mapishi zaidi na zaidi. Karibuni sana Madam Judy Cooks and Bakery.